Mahala ambapo tulikuwa tukizungumza kuhusu eh, mahala pa kuswalia, yaani sehemu ya kuswalia ina masharti yake, na ni kwamba tulitaja, mwisho kabisa tulizungumzia, nikikumbusha kiwango fulani, ni kwamba tulisema ya kwamba hii sehemu inawajibika kuwa ni sehemu ambayo sio ghasbi na ghasbi ni nini? Tulisema ni sehemu ambayo mtu anatumia bila ya idhini, bila ya ruhusa ya mwenye kuimiliki, au akaichukua kwa kuiba, hiyo pia inahesabika ni kitu ghasbi. Kwa hivyo, kitu, sehemu ya kuswalia inahitajia iwe ni sehemu. Sehemu hasa zinazohitajia ni sehemu zile ambazo mtu anasujudia. Kuna sehemu nne za kusujudia, zinaitwa masajidu saba, masajidu saba Yani, viungo saba vya kusujudia. Kuna kipaji, kuna mikono miwili na kuna goti, magoti mawili na ncha za vidole gumba viwili. Hivyo hizo sehemu ndio zinaitwa masajidu saba, yaani sehemu nne saba za kusujudia. Hizi sehemu inawajibika mahali utakapowekelea mguu wako, yaani hata kama sehemu zingine zitakuwa si ghasbi, ni ghasbi lakini sehemu ambazo wewe unasujudia unaweka viungo vyako hivi saba vinawajibika kuwa ni sehemu ambazo si ghasbi. Sasa alafu kisha tulisema ya kwamba mtu yule ambaye mm, alikuwa amesahau yeye siyo mwenye kufanya ghasbi, sio mwenye kuiba, lakini amesahau ya kwamba au alikuwa ndio amesahau, lakini siyo mwenye kuiba kitu kile amesahau ya kwamba kitu kile ni ghasbi, au yeye alikuwa hajui ya kwamba ni ghasbi, swala yake itakuwa inasihi. Na ama mtu ambaye anaswali katika sehemu ya ghasbi, lakini si kwa kupenda kwake, kwa kupatwa na dharura. Dharura ni vipi? Yaani hali yenyewe imekuwa hamna njia ila ya kuswalia hapo, yaani kwa mfano ni mahala ambapo amefika na hakuna sehemu nyingine ambayo yuko nayo, yani akitaka kwenda kukimbia yani kus, kuswali sehemu ambayo ni si ya ghasbi, hamna wakati, wakati utakuwa umekwisha, atakuwa anaswali nje ya wakati, na sasa hivi yuko sehemu ambayo ni milki ya mtu na wakati wa swala unaisha, kwa hivyo ni dharura kwake. Sasa ni lazima aswali kwa wakati ule, kabla wakati ujaisha huo, swala yake itasihi au akawa ni mwenye kulazimishwa, akaambiwa, akashikiwa mabunduki mbele yake, akaambiwa wewe usiondoke hapa na inabidi uswali sehemu hii, akamwambia uswali hapa, basi kama ni vile basi. Au akakubana sehemu ile, akakufungia, ukawa wewe ni kama mahabus ambaye amefungiwa jela, na ni sehemu ambayo si milki ya mtu. Yaani wezi wakakuchukua na wakaingia kwenye nyumba ya mtu na ile nyumba mwenyewe hajatoa ruhusa kwa wale wezi, na wewe mwenyewe pia, lakini umefungiwa pale, inabidi uswali sala zako, zikifika wakati wake utaswali, na itakuwa inasihi na itakuwa hauna tatizo pia. Ama kuhusu sehemu ambazo sio ghasbi, kuna sehemu ambazo mtu amelazimika yani, anataka kuswali sehemu kama zile yani, lakini kuna madhara kwa nafsi yake au kwa mwili wake, kutokana ima na joto jingi. Kwa mfano, ameingia mahali ambapo kuna friji ambayo, au freezer, kuna baridi sana, hatakikani kukaa sehemu kama hiyo, inamdhuru. Lakini akaamua kuswalia pia sehemu kama ile, swala yake ndio itasihi hata ingawa atakuwa amejidhuru na anahuenda hata akapata dhambi kwa ajili ya jambo kama hilo. Ama akaingia kwenye nyumba ambayo inaungua moto akaswali sehemu kama hiyo, hafai kukaa sehemu kama hiyo kwa sababu ni hatari kwa mwili wake, kwa nafsi yake, lakini akaamua kukaa na akaswali kule, pamoja na moto ukiwa unaungua, swala yake itakuwa inasihi. Na ama swala katika sehemu ambazo ni miliki ya baina yako na watu wengine, yaani mna ushirikiano, si miliki yako peke yako wewe. Ni miliki yako na kwa mfano, ndugu yako, mmerithi kutoka kwa mzazi na bado hamjauza kugawana mali ile, au mlinunua kwa pamoja, hii miliki ikawa ni miliki yenu wewe una hamsini kwa mia na wewe hamsini kwa mia au thamanini kwa mia ishirini kwa mia ni milki yenu kwa pamoja, hata ingawa haijaainishwa ya kwamba kuanzia hapa mpaka mahala fulani ni kwangu, mahala pa lakini, ni milki ambaye ni yetu sote kwa pamoja, tunamiliki. Sasa, je, inajuzu kuswali mahala kama hapo bila ya idhini ya mwenzako, hata kama ni milki yako pia? Haijuzu kuswali sehemu kama hiyo bila ya kujulisha au idhini ya mwenzako ambaye ni mshirika mwenzako katika miliki ile, inabidi mwanzo upate ruhusa alafu utafanya nini? E, ndio uweze kuswali. Akikukataza akisema kwamba sitaki uswali pale, basi huwezi kuswali kwa sababu miliki ni ya watu wawili, na haitoshi idhini yako peke yako, inataka idhini ya watu wawili. Na ama kuswali kwenye ardhi ambayo haijulikani mmiliki wake, je, ina juzu? Umeingia kwenye ardhi imekaa, haijulikani nani mwenye kuimiliki, labda ina miaka mingi, haijulikani pia ni nani kwenye mwenye kuimiliki ardhi. Kama hii inabidi upate idhini kutoka kwa hakimu shari, alhakimu shari, yani ni mujtahid atoe idhini au mtu ambaye anatokana na yeye, yani wakili wake upate idhini ya kwamba unaweza kuswali sehemu kama hiyo ambayo miliki mwenyewe hajulikani ni nani, na ee, ye akitoa ruhusa sehemu kama hiyo, basi mtu aweza akatumia kwa shughuli zile ambazo anazoona zinajuzu. Na tukirudi kwa upande mwingine kuhusu idhini, tunakusudia nini katika idhini? idhini tunapokusudia si lazima iwe ni idhini, atamke akwambia kwamba nimekuruhusu uswali kwenye sehemu hii, la. Kuna idhini aina kadhaa: kuna idhini ya wazi wazi, anakuambia hivi, na kuna idhini ambayo ni general, yani ni pana. Yani hajakwambia kwamba nimekuruhusu kuswali tu au nimekuruhusu kuswali, la, amekupatia idhini pana, yani vitu, maana yake ni kwamba kitu chochote unachotaka kufanya ndani ya hii sehemu, waweza ukafanya. Ikiwa idhini ni kama hii, basi hata kuswali, kulala, kula, hamna tatizo, weza ukafanya mambo yako hayo. Na hiyo ni kwa upande wa upana na ufinyu wa idhini, ima idhini iwe straight au ni pana. Idhini nyingine pia yawezekana ni kwamba ni idhini ya kufahamu, yani kwa ishara, kwa mfano yeye, kwa mfano yuko sehemu mbali, labda anaswali, yuko kwenye swala na wewe ukamuomba ruhusa kwa ishara, akiwa kwenye sala akakuashiria ukafahamu ya kwamba amekupatia idhini. Hiyo ni idhini nyingine. Idhini nyingine ni idhini tunaisema al idhni bil fahwa kwa Kiarabu, yani kwa njia ya kwamba ya wewe ukafahamu ya kwamba automatically nimepata ruhusa kwenye Qurani kuna watu ambao au kuna nyumba ambazo tumeruhusiwa. Mwanzo tumekatazwa, la tadkhulu buyuta ghaira buyutikum hata tastadhinu, msiingie kwenye nyumba isiyokuwa yako bila kabla mpaka utakapopata idhni. Nyumba zile ni hizo, si lazima uombe ruhusa, unaingia tu bila kuwa na wasiwasi ama kuna nyingine inaendelea, inasema la junaha alaikum an taakulu fi buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum na nini, inasema ile aya kwa urefu wake au kwa ufupi. Nimetaja hapo kwa urefu wake, ni kwamba hakuna ubaya mtu kula kwenye nyumba yake au kwa nyumba ya baba yake au kwenye nyumba ya mama yake au kwenye nyumba ya ndugu yake, kwenye nyumba ya dada yake au ndugu, watoto wa ndugu yake Shangazi yako ami yako, hawa unaweza kula kwenye nyumba zao bila kuwa na wasiwasi wasi, au nyumba ya rafiki yako, au nyumba ambayo una ufunguo zake, yaani mwenzako amekuachia amekuachia funguo, akamwambia hii, chukua funguo hizi, hii nyumba wewe ukiniangalilia, na kwa hivyo umepatiwa funguo, kwa hivyo unaweza ukaingia ndani ya nyumba uwezo kas, ukiwa unaweza kula huko hizi nyumba ambazo tumeruhusiwa kula ndani yake tunaruhusiwa pia kuswali ndani yake. Hizi nyumba mtu anaruhusiwa sasa idhni, kama hii ni idhni kama hiyo ya funguo, ndio inaitwa idhni bilfahwa, yaani amekupatia funguo au kwa nyumbani unajua kwamba mtu anaridhia hiyo uweze ukaingia ukaswali. Jambo jingine pia, idhni nyingine inatosha ni ya kwamba wewe ukafahamu ya kwamba huyu mtu haezi kukasirika ni rafiki yako au ni mtu ambaye unajua ni mumin. Umeingia kwa nyumba ambayo ni mumin, hana matatizo kutokana na sifa zake, wajua tu aki, hata ukiswali pale hawezi kukuzuia. Idhini kama hiyo inatosheleza. Tufikie hapo. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin <mulia>